Katika dunia ya leo, kujifunza na kujiendeleza ni mambo muhimu sana ambayo yanachangia mafanikio ya mtu binafsi. Katika video nyingi na maudhui mbalimbali kwenye YouTube, imekuwa ikisisitizwa sana juu ya umuhimu wa kujitenga na umasikini kwa kujifunza na kujiwekea malengo thabiti. Ukweli ni kwamba kujifunza jambo jipya au kuendeleza maarifa kunaleta faida kubwa sana katika maisha yako. Katika makala hii, tutaangazia mambo kumi na mbili ambayo ukiyazingatia na kuyatekeleza ipasavyo yatakusaidia kuepuka umaskini na kufikia mafanikio makubwa maishani. Mambo haya yanajikita katika kujenga tabia na mitazamo sahihi ya kimaisha. Jambo la kwanza unalopaswa kuliepuka ni kukosa malengo thabiti. Kosa kubwa linalowakumba watu wengi ni kukosa malengo ya maana maishani. Watu wengi wanashindwa kujua wanakokwenda au wanachotaka kufanikisha. Ili kujiepusha na umasikini, ni muhimu kuwa na dira na mipango madhubuti. Hakikisha unaweka malengo yako ambayo ni thabiti, yanayopimika na yanayoweza kufikiwa. Jambo la pili ambalo unapaswa kuliepuka ni kukosa utaratibu wa kujiwekea akiba. Watu wengi hawana utaratibu wa kuweka akiba, na hii ni hatari kwa mafanikio ya muda mrefu. Mara nyingi hili hutokana na malezi au kutofundishwa umuhimu wa kujiwekea akiba tangu utotoni. Hata kama hukulelewa katika mazingira ya kuwekeza au kuweka akiba, bado una nafasi ya kujifunza na kubadilika. Sheria maarufu ya akiba kutoka kwenye kitabu cha The Richest Man in Babylon au Tajiri wa Babeli inasema ya kuwa unapaswa kuweka asilimia kumi ya kipato chako kama akiba. Hii inamaanisha kuwa kila shilingi elfu kumi unayopata, hakikisha unaweka shilingi elfu moja kama akiba. Mwanzoni inaweza kuonekana kama kuwa ni ngumu, lakini baada ya muda utaanza kufurahia matunda ya kujenga nidhamu ya kifedha. Tatizo jingine ambalo unapaswa kuliepuka ni kutotumia kilicho mkononi na kutaka kuanza na vitu vikubwa. Tatizo jingine kubwa ni watu kutaka kuanza na vitu vikubwa au kusubiri mpaka kila kitu kiwe kiwe kamilifu ndipo waanze mradi au biashara. Hii ni tabia inayokwamisha wengi, hasa vijana ambao wanataka mafanikio makubwa kwa haraka. Jifunze kuanza na kile ulicho nacho na mahali ulipo. Anza kidogo kidogo na endelea kujifunza kadri unavyosonga mbele. Mafanikio ni mchakato wa hatua kwa hatua, na ni lazima uwe na subira na uvumilivu katika safari yako ya mafanikio. Jambo la nne unalopaswa kuliepuka ni kukosa kujiamini. Kujiamini ni msingi wa mafanikio. Kama hujiamini wewe mwenyewe, itakuwa vigumu kwa watu wengine kukuamini. Maneno unayosema na mtazamo wako kuhusu wewe mwenyewe vina nguvu kubwa sana katika kuunda hatima yako. Jambo la tano unalopaswa kulifanya ni kuwa na tabia ya kujiendeleza binafsi. Ili kufanikiwa maishani, ni lazima ujenge tabia ya kujiendeleza binafsi. Hii inajumuisha kupenda kusoma vitabu, kusikiliza vitabu vya sauti au audiobooks na kuangalia video za kujenga maarifa kama vile zinazopatikana kwenye YouTube. Kupenda kujisomea na kujifunza mambo mapya kutakufanya uwe na mtizamo mpana na maarifa zaidi kuhusu maisha na mafanikio. Kwenye dunia ya leo, maarifa yapo kila mahali. Tafuta video zinazohamasisha na kujenga fikra chanya na zipo nyingi tu kwenye YouTube ikiwemo kwenye chaneli yangu hii ya Kingi Kigongo. Usikubali akili yako ijazwe mambo hasi, chagua maarifa na maudhui yanayokujenga na kukuinua kiakili na kimaisha. Jambo la sita ni kuchagua marafiki sahihi. Mazungumzo yako yana nafasi kubwa sana katika mafanikio yako. Kuna msemo maarufu unaosema, if you are hanging around with 9 broke people you are going to be number 10. Hii inamaanisha kwamba ukizungukwa na watu wasio na malengo au waliokata tamaa, utajikuta unafuata nyayo zao. Kwa hiyo, ni muhimu sana kuchagua marafiki ambao wanakuinua na kutia moyo badala ya kukuvuta chini. Marafiki wako wanapaswa kuwa watu wenye mitazamo chanya na wanaojitahidi kuboresha maisha yao. Kama una watoto, ni muhimu pia kuwafundisha kuchagua marafiki bora tangu wakiwa wadogo, kwani hili litawasaidia kuepuka marafiki wabaya watakapokuwa wakubwa. Jambo la saba ni: epuka kuchukia mafanikio ya wengine. Kuna watu ambao badala ya kujifunza kutoka kwa wale waliofanikiwa huanza kuchukia mafanikio yao. Utasikia wengine wakisema fulani ni mchawi au wanatumia chuma ulete, kila wanapoona mtu amefanikiwa. Aina hii ya mawazo si ya kujenga, bali ni ya kubomoa. Ni muhimu kuelewa kuwa kuchukia mafanikio ya wengine kuna kufanya ushindwe kujifunza kutoka kwao. Badala ya kuhisi wivu, jifunze mbinu zao za mafanikio ili nawe uweze kufikia malengo yako. Jambo la nane: jifunze kuamka mapema. Tabia ya kuamka mapema ni moja ya sifa za watu wengi waliofanikiwa. Mara nyingi watu hushindwa kuamka mapema kwa sababu ya kuchelewa kulala, na sababu kubwa ya kuchelewa kulala ni matumizi ya simu na kutazama televisheni au tamthilia usiku kucha. Kwa hiyo, ili kujenga tabia ya kuamka mapema, anza kwa kulala mapema. Ukiamka mapema utapata muda wa kufanya mazoezi, kusoma, au kufanya ibada kabla ya kuanza majukumu ya siku. Wakati wa asubuhi unajulikana kama the golden hour, ambapo akili yako ipo katika hali ya utulivu na inachukua maarifa kwa urahisi zaidi. Wanafunzi wengi wanaofanikiwa hutumia muda huu kwa kusoma na kufanya tafakari. Epuka kushika simu mara tu unapoamka kwani itavuruga siku yako nzima kwa habari na matatizo ya watu wengine. Jambo la tisa ni matumizi sahihi ya pesa. Watu wengi hukopa pesa kwa ajili ya manunuzi ambayo hawawezi kuyamudu. Ni muhimu kujifunza kuishi kulingana na uwezo wako na kuepuka madeni yasiyo ya lazima. Pia, mm -hmm, kuna tabia ya kutumia pesa kwa sababu tu unazo mfukoni. Kwa mfano, mtu anapotembelea katika maduka makubwa kama Mlimani City anaweza kujikuta akifanya manunuzi yasiyo na mpangilio kwa sababu tu ana pesa mkononi. Hali hii husababisha ukosefu wa fedha baadaye na mara nyingi watu hujuta kwa matumizi yasiyo ya lazima. Sasa hebu tuangalie jinsi ya kupunguza matumizi ya pesa. Jambo la kwanza, nunua kwa mpango na epuka kununua vitu kiholela. Jambo la pili, badala ya kununua chakula kila siku, jipikie nyumbani. Hii itakusaidia kuokoa fedha nyingi mwishoni mwa mwezi. Na jambo la tatu, fanya utafiti wa matumizi yako ya chakula na ulinganishe gharama za kupika nyumbani na zile za kununua nje. Jambo la kumi ni punguza muda wa kuangalia TV. Kuangalia TV si vibaya, lakini lazima uwe makini na muda unaotumia pamoja na aina ya vipindi unavyotazama. Siku hizi kuna tamthilia na filamu nyingi zinazovutia, lakini zinaweza kuchukua muda wako mwingi bila faida yoyote. Badala ya kutumia muda mwingi kwenye TV, tumia muda huo kujifunza au kufanya kitu kinachoongeza maarifa na kukuza ufanisi wako. Kuweka mipaka ya muda wa kuangalia TV ni hatua muhimu katika kuimarisha maisha yako na kujiepusha na umaskini. Jambo la 11 ni fanya kazi kwa bidii na epuka uzembe. Moja ya changamoto kubwa zinazowakumba watu wengi ni uvivu na uzembe katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Watu wengi hutumia muda mwingi kwa burudani badala ya kufanya kazi za maana. Hii Husababisha kukosa maendeleo ya kiuchumi na kimaisha. Sasa ili kuepuka tabia hii ya uzembe, fanya hayo yafuatayo. Jambo la kwanza, weka malengo ya kila siku. Kabla ya kulala, andika mambo muhimu unayotaka kuyatimiza. Jambo la pili, anza na kazi nzito. Fanya kazi ngumu asubuhi, wa wakati akili ya yako bado iko makini. Na jambo la tatu punguza burudani. Badala ya kutumia muda mwingi kwenye burudani kama TV na michezo ya video tumia muda huo kujifunza au kufanya kazi za kujenga. Na jambo la 12 ni epuka kufanya maamuzi ya haraka. Watu wengi hufanya maamuzi ya haraka bila kufikiria matokeo ya muda mrefu. Hii inaweza kuhusisha matumizi ya fedha, kikazi au hata mahusiano. Kabla ya kuchukua hatua yoyote kubwa, hakikisha umepima faida na hasara za uamuzi wako. Sasa ili uweze kuwa na maamuzi bora wakati wote, fuata kanuni hizi zifuatazo. Kanuni ya kwanza, tafakari na fanya utafiti, usikurupuke kufanya maamuzi bila kupata taarifa za kutosha. Na jambo la pili, omba ushauri zungumza na watu wenye uzoefu na hekima ili kupata mtazamo mpana. Na jambo la tatu, jipe muda wa kufikiria, usifanye uamuzi wa haraka, hasa kama unahusisha fedha au mustakabali wa maisha yako. Sasa napokuwa nikifikia mwisho kabisa wa video hii, naomba nikuulize swali: ni mambo gani ambayo umekuwa ukiyafanya yamekuwa yakikurudisha nyuma katika safari yako ya mafanikio, na ni mambo gani ambayo umekuwa hauyafanyi yamekuwa yakikurudisha nyuma pia katika safari yako ya mafanikio? Andika hapa chini, na mimi pia nitakufuatilia ili tuendelee kujifunza zaidi. Asante sana kwa kufuatilia video hii, usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, ili watu wengine pia waweze kunufaika na maarifa haya. Asante sana na karibu tena katika video zinazofuata.